Kwa hiyo Eva sasa una malengo gani? Mimi na malengo, nataka nifungue biashara yangu. Kama ipi tena ya matunda au? Hapana. Na ufundi cherehani. Wadada, wewe dereva tena inabidi ukanani zile guide, wale tour guide wale wanafanyaga hivi yeah. Pia ni madereva ha, ziko kuna bifendi. Wadada wa Arusha huko mm. Si <laughs> <laughs> eh, unatoka yeah. Moshi Moshi wa Arusha kuna wadada kule wanapiga mzigo wa wa, wa kazi hizo za udereva mm. Wananafikiri wanawa wanawafanyaje wazungu sijui watalii yuko kwenye mtandao yeah. Mm -hmm. Ni dereva. Yaani, dereva anakuinspire sana. Utanionyesha yuko kwenye mtandao? eh, utanionyesha na mimi ni mwangalie. Na yuko kwa ajili ya wanawake, watoto wa kike. Nimependa sana. Wow. Oh, wow. Utanionyesha account yake nami nimchungulie ni mwangalie. <laughs> Kwa hiyo wewe unataka kushona? Na pia na biashara matunda, na, matunda utaendelea nayo. Ofisi yangu, nitakayofungua nitaweka sandals, za, kike. Utaweka na sandals na, na nje na matunda, na matunda. Mm -hmm. Safi kabisa. Kwa hiyo unatafuta kama kiasi gani? Lakini si lazima uweke malengo kwamba ili nifungue hii ofisi mm -hmm. ya kushona niweke na matunda niweke na sindo za kike na za kiume nahitaji kama kiasi fulani. Lazima uwe na plan ili ujue utafanya kazi kwa muda gani ka milioni mbili milioni mbili inakutosha na? mm -hmm. okay. kupitia mradi wetu unaonaje, milioni mbili unapata? Kifanya kazi miaka miwili tu unapata milioni mbili yako unaenda kuanza biashara yako, okay. yeah hapa ni sehemu, yaani kwa sababu dada anayelipwa... pia na malengo kama hayo, nitafanya kazi kwa bidii, nitakuwa na nidhamu katika kazi. Mm-hmm. Na ndio mambo tunataka kusikia. Sio bosi ananyanyasa, bosi anatumatuma sana. Sasa wewe ulienda pale kuweka miguu mm -hmm. juu. Ulienda kunyoosha miguu, ulienda kuangalia TV, ulienda kuangalia ku, ku, kuingia kwenye wifi na kuperuzi. Maana siku hizi nyumba kuna baadhi ya nyumba zina wifi fi interneti za bure. Basi wadada wanashinda huko eh. Ee. Akitumwa anakasirika. <laughs> Naomba Eva u, usisitize kwamba umesema ukienda kazini bosi atarajia nini? Itakuwa na nidhamu. Tafanya kazi kwa bidii. Tafanya kazi kwa bidii. Nitamsikiliza pia. Utamsikiliza pia bosi mm -hmm. e? Sio wewe utafanya unavyotaka, utasikiliza bosi anachotaka. Ndio. Na sio tu kile unachosikiliza mm -hmm. pia uwe uwe mdadisi mm -hmm. wa kujua kitu gani nijifunze. Ukifanya thank you, unajifunza vitu vigeni mm -hmm. Basi ukifanya hivyo, mdogo wangu, yani unatoboa maisha. Ndivyo yalivyo. Yaani maisha ni kusikiliza yule ambaye unataka akupe hela yake, anataka umfanyie nini? Umemaliza? Mm -hmm. Sisi hapa tunasikiliza mabosi. Wakituambia wanataka wadada, naambia unataka dada aje afanye nini? Tunamdadisi. Mm -hmm. Kwa nini? Kwa sababu tunataka tumpe dada ambaye ataenda kufanya kile exactly anachokitaka. Huyo Mm -hmm. bosi ukimwambia alipa milioni, analipa. Sisi hapa malipo, malipo ya mabosi wanaotulipa, yani ni hela za ajabu ukisikiliza. Ni hela ambazo sisi tunajua kwa sababu tunajua tuna tunawasikiliza wao. Kwa hiyo kama tunawasikiliza shida zao na kutaka kuwatatulia lile hitaji, yani hawazi hela. Ndio maana si, yani tunataka tunyooke na nyie vizuri kabisa, mwelewe nini maana ya kupata hela.